Amani, kwanza salamu yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, meza kuu kwa ujumla, mabibi na mabwana, tuseme itifaki imezingatiwa. Nimepewa mada mbele yenu hasa katika siku adhimu kama hii kwa hili jina lililopo hapo mbele tafsiri yake ni kwamba taifa limeamini kwamba naweza kusema kuhusu maadili. Itakuwa ni kituko kama nitakuja kuchekesha hapa mbele yenu, lakini itakuwa ni kituko kwa mkoa niliyotoka, wakasema ah, huyu mtu ametoka Mtwara mpaka amekuja huku, amekuja kutuchekesha hapa lakini kwa bahati njema kabisa, mzee wangu hapa, mzungumzaji wa mwanzo kabisa akiwa anatufungulia kikao chetu hiki na hadhira yetu hii alisema, wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere watu walikuwa na ule umri wa wastani, hakuna mtu anayevuka miaka 40. Hapo ye mwenyewe alikuwa na 39, na na mimi nipo hapo hapo. Maana yake ni kwamba kumbe kweli vijana tunaaminiwa mpaka tunaweza kusema katika siku wa muhimu kama hii, maadili hili karatasi lenye mada ya maadili lina jina refu, naomba mridhie nilifinyange kidogo, ili mpate mada yenye jina inayoweza kueleweka. Mada yenyewe inasema maadili katika muktadha wa ujenzi wa mshikamano wa kitaifa. Sasa jina hili lilivyokuwa refu, watu wa siku hizi wanapenda vitu vifupi vifupi, nilifinyange kwa kuliweka hivi. Maadili ni uhai wa taifa. Tunapozungumzia maadili, tunazungumzia ni jambo la kimaumbile, ni jambo la fitra, yaani mtu anatakiwa azaliwe kwenye mazingira ya kimaadili tunapozungumzia maadili tunazungumzia suala ambalo chanzo chake si baada ya kuzaliwa kwako. Chukueni hiyo kwanza, maadili si baada ya kuzaliwa. Maadili ni pale unapotaka kumzaa au kumleta mtoto wako katika ulimwengu, ndipo unapoanza kuchunga maadili. Ni mama gani umemuolea huyo mwanao? Ni baba gani uliyemteua awe baba wa mtoto wako? Maadili yanaanza hapo. Kwa hivyo lazima uangalie ni nani ambaye anafaa kuwa baba wa mwanao na ni nani ambaye anafaa kuwa mama wa mwanao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kusema katika maneno mazuri sana, hata usipoyajua maana yake, akisomwa ya tu unajua ni mazuri Alwaladu taratan tushbihu biabihi wa taratan tushbihu biummihi, siku zote mtoto ima atafanana na baba yake kimwenendo, tabia, sura na mwonekano, au atafanana na mama yake kwa namna hiyo hiyo. Baba akiwa mvuta bangi, mtoto si ajabu kuvuta bangi, bali ni bahati mbaya itakapoonekana havuti bangi. Mama akiwa, kwa lugha ya sisi vijana, akiwa ni lishangazi, si ajabu mtoto huyo kuwa katika mazingira hayo, bali itakuwa ni bahati mbaya mtoto huyo akiwa na maadili, tutasema hakurithi tabia za wazazi wake. Bwana Mtume katika maneno mengine akasema kwamba laana huwa inarithiwa mpaka kwenye daraja la saba, na si laana tu hata, ne, hata neema inarithiwa mpaka kwenye daraja la saba. Tukisema daraja la saba, mimi naitwa Al Faruq ibn Ali ibn Mosin. Kwa hivyo ile Al Faruq ni mimi wa kwanza, ile Ali ndo daraja la kwanza kuja juu, Mosin babu yangu ndo la pili, unaenda hivyo mpaka daraja la saba. Kwa hivyo kutoka mimi kuja chini sasa, mimi nikiwa mwizi, kama mwanangu hatokuwa mwizi, mjuku wangu hatokuwa mwizi, kabla haijafika ya saba, kizazi cha saba kuna mmoja atakuwa ni mwizi. Elimu ni hivyo hivyo, uchumi ni hivyo hivyo. Waswahili kwa uzee wao wakasema kwamba maji hufata mkondo. Hiyo ni tafsiri tu ya hadithi hii tuliotoka kuisoma hapa. Kunje, bwana mmoja katika wanavyooni aliulizwa kuonyesha umuhimu wa maadili, mbona unachelewa kuoa wewe? Yule bwana akasema, sioi mpaka nimjue mwanangu a wakasema, eh, unamjuaje mwanao kabla hujaoa na mtoto mwenyewe huna? Akasema aarifu nitamtambua idha nadhartu ashari, pindi nitakapoangalia wakwe zangu ndio nitamjua mwanangu ni nani, kwa kuwa mtume anasema mtoto hufanana na baba au mama, na hii hutokea hata katika sura eh. Kuna mtu baba yake hajamuona wala babu yake hajamuona, lakini wazee wakasema eh huyu bwana amefanana na bwana Juma, ni babu wa babake. Ni hakumwona kwa sababu yupo ndani ya ile daraja saba pale. Sasa mara nyingine tusigombane na wake zetu kwa sababu mtoto hakufanana na wewe. Mara nyingine kafanana na ndani ya kizazi cha saba ambacho wewe huko. Ikishuhudia kitendo cha kutuhumu uzinifu, hapo ni kutokuwa na maadili Akamwambia, sioi mpaka nijue mjukuu mwanangu ni yupi. Akasema, nitatambua kupitia wakwe zangu. Akaulizwa, kivipi? lima kwa namna gani? Wewe mzee umechanganyikiwa? ni si tunakuamini wewe, mtu wa maana, unasema utamjua kupitia hivi? Akasema, naam, nikiona pale napotaka kwenda kuposa baba wa yule ni mlevi tafsiri yake na huyu mtu, mwanawe anaweza kuwa anaonjaonja onja. Mwanangu ni kizaa, akirithi tabia za mama yake na tabia na yule mama yake akiwa amerithi tabia za baba yake, kinatokea nini hapo? Anatengeneza familia ya walevi. Hatimaye siku hizi sisi vijana, hata ukiwa unamwelekeza mwanao udugu, wewe na wewe, anaitwa mjomba wako huyu, akwambia ah, sawa haba. Watu siku hizi hata baba zao wadogo hawawajui akwambia ni jamaa yake baba, lakini yapo mambo yanayoharibu amani, yanayoharibu maadili upande wa kina mama. Mimi sio muda mrefu mimi katika hao wadogo wadogo, lakini ukweli ni kwamba kwa kuwa nilizaliwa kijijini, nimezaliwa kisiwa kimoja kinaitwa Salalo, hapo tuna mafia. Kwa hiyo kuongea ongea huko ndo yale yale, nikozaliwa watu wanaongea sana, mimi ni agatwa hapo, nasema mtengelee kwa pwani na mnakoishi na, na kule Mtwara na hapo niongeaje vile vile. Kwa hivyo tunajumlisha jumlisha mpaka unakuwa watu kwa umri wenu, na mimi nimebahatika hiyo kwa sababu nimezaliwa uzeeni sana. Ilikuwa kuna nguo huwezi kuziona mpaka unapata akili zako. Sina haja ya kufafanua zaidi hapo. Ukiona hujanielewa, hiyo mada itakuwa haikuhusu. Kuna nguo uzioni zimeanikwa popote kwenye kamba, mpaka wewe mwenyewe unakuja kuoa ndo unaziona leo. Mama zetu na dada zetu, mnazianika hadharani, unatarajia mtoto anayeona? Siku zote mtu akiona benki huwa anahisi nini? Anahisi fedha, si ndivyo? na akiona nguo ile unadhani ubongo wake unawaza nini? Mnatuharibia watoto wetu, lakini mnaharibu watoto wenu. Kuchukueni hiyo rekebisheni hapo. Lakini wanamama, ipo kawaida pia, hawaoni tabu kuoga na mtoto wake kisa eti ana mwaka mmoja. Hapana. akili ya mwanadamu toka anapozaliwa kitaalamu ni kwamba inazingatia akili ya ukubwani. Kazi yake ni kuvuta kumbukumbu kumbu ya yale yaliyohifadhiwa kwenye ubongo toka mtoto alipozaliwa, na ndiyo maana mara nyingine unaweza ukaelezwa jambo wakati una miaka miwili tu, nakumbuka hii inatokea hivyo naambia imebaki moja, ni kwa sababu akili ile ndio akili ya sasa. Kazi yake ni kuvuta kumbukumbu ya kile ambacho kimehifadhiwa. Kwa hivyo, mtoto ukiwa unamuonyesha onyesha, anaona ona vile anavyoviona, anazingatia akatafuta matumizi ya hivyo anavyoviona, kabla ya muda wa umri wake, maadili yatakuwa yameharibika, hatimaye tutakuwa tumekosa mwanasiasa bora tunayemhitaji kwa kumaliza ili tuyajenge vyema maadili, ni lazima tutazame hata kabla ya kuoa na baada ya kuoa, lakini wakati wa kuwalea watoto wetu pia tulitazama jambo hili, ili tuweze kutengeneza vijana walioaminiwa. Wakiwa na umri wa miaka 39 kuja amekuwa rais wa taifa, ni kwa sababu alilelewa katika msingi wa maadili. Leo mwanasiasa unamsikia kabisa anasema kwamba

Siasa ni shamba la kuvuna utambuzi wa changamoto zinazoizunguka jamii, ili kufikia suluhu. Kwa hivyo, tukiwalea watoto wetu vizuri kwenye maadili, bila shaka pia tutapata wanasiasa wa namna hiyo. Dakika zimekwisha, wabillahi taufiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, umeme umerudi, dakika moja ya kurudisha umeme.